Alifariki dunia bila kamwe kumwona mwanamke. Ilikuwaje hii? Mtawa wa Kigiriki wa Orthodox kwenye mlima Athos, kitovu cha umonaki wa Orthodox, alifariki akiwa na umri wa miaka 82 bila kuwahi kumwona mwanamke kamwe. Hii ni hadithi ya Michael Tolotos aliyezaliwa miaka 1856 Michael Tolotos alikabiliwa na mwanzo mbaya wa maisha yake wakati mama yake alifariki masaa manne tu baada ya kuzaliwa kwake. Hii ni hadithi ya kustajabisha sana. Amezaliwa na kulelewa ndani ya nyumba ya kitawa yenye kuta. Michael Tolotos hakuwahi hata mara moja kujitokeza nje ya malango ya nyumba ya kitawa. Katika kipindi hiki chote, sheria ilipitishwa mwaka elfu moja na sitini. Yani siyo elfu moja mia tisa na sitini, wala elfu moja mia nane na sitini bali ni elfu moja na sitini iliyopiga marufuku wanawake na wanyama kuingia mlima Athos. Ilikuwa ikitumika ni sheria ambayo bado inasimama hadi leo. Huyu Michael Tolotos aliishi maisha yake yote kwa kujitenga, akikingwa na ulimwengu wa nje bila kukutana na mwanamke au kumwona hata mmoja. Mtawa huyo alipewa hata mazishi maalum na watawa wote walioishi katika mlima wa Athos walioamini kwamba alikuwa mtu pekee duniani aliyefariki bila kujua mwanamke. Hakuwahi kuona gari hata ndege na hakuwahi kabisa hata kuona sinema, yaani hakuona movie yoyote. Hiyo ni hadithi fupi inayomuhusu Michael Tolotos. Mtazamaji wetu wa Masta TZ TV, ni ukumbushe tu, kama ulikuwa bado ja subscribe kupitia akaunti hii, basi bonyeza kitufe kimeandikwa subscribe, na ndipo utakuwa kwanza kabisa kupata taarifa zote kutoka Masta TZ.